Habari kaka. Salama. Pole sana na msiba. Asante sana, nishapoa dada. Nani, nani, nani kwa Hawa? Mimi naitwa Bashiru Salehe Lusendela au Barugize Salehe Lusendela ni kaka mkubwa wa marehemu Hawa. Yes. Taarifa za kifo cha mdogo wangu nimezipata nikiwa kiwa Katavi jana mida ya saa tano, saa s ndo nikapokea taarifa za kifo chake. Una kumbukumbu Hawa alianza vipi kuumwa na ilikuwa mwaka gani? A, yes, Hawa ameanza kuumwa kama sikosei ni elfu mbili kumi na, hii mambo ya kushonachona tumbo nadhani elfu mbili kumi na saba kumi na nane, lakini Hawa na mambo aliyapitia pitia. kabla ya hii mambo tu ya ajabuajabu ajabu ajabu tuka tuelewi, akaanza sasa hii mambo ya kukatwakatwa Iko tokato kama sikoseni kwenye elfu mbili kumi na, kumi na nane kumi na saba. Yes. Poleni sana, una kipi cha kuendelea kumkumbuka na kumwenzi mdogo wako? cha kuendelea kumkumbuka mdogo wangu kiukweli ni ukarimu wake kwa sisi ndugu wote na uangalizi wake kwa mama Mjatu wa kiume a tunakimbiza nakimbizana sana u watuko makini sana wazazi wetu unajua eh. Sasa yee hey, alikuwa namwangalia sana mama vizuri, na mimi nikuaga, sina wasiwasi kwenye, najua Hawa yupo, tatizo kitokea tatizo, bana kaka baru, mama naiki naiki hivi ah, okay. fany hivi karibuni, kabla ya umauti hujampata, alizungumza na wewe na mlizungumza kitu kitu gani? Nilimpigia simu no, ni mkuta naongea na waifu wangu video call, akaambia nani, akasema Hawa, nikamwambia, akachukua simu nika mcheke amekuwa mrembo mashallah, amependeza. Ah, kama mdogo wangu amekuwa amekuwa mtoto mzuri. Sasa hivi sasa ukija sasa ukija unakaa kwangu kwanza huko kama miezi mitatu hivi, nikufanya monitoring ya kutosha, alafu baada ya hapo tutakaa juu ya meza, sasa tuone unafanya nini, unataka kufanya nini, tukuwezeshe sasa ufanye kitu ambacho unataka kufanya kwa ajili ya kuendelea na maisha yako. Basi akaa anacheka, ah, kabalu bana, ah basi sawa, ama shida kangu, nimekuelewa. Vipi mtoto wako wajambo? na mtoto mpya wa kike nampenda sana mtoto wangu wa kike mpya huyu, nikamwambia jambo. Ah basi, naomba nimuone. Basi nikamwacha mtoto pale, akaendelea na life story, mimi nikaendelea na shughuli zangu yeah. Uh, unakumbuka kipi hasa katika karia ya Hawa ambayo leo hii Watanzania wengi wanamfahamu na wanamlilia kwa sababu alianza kumwona kwenye sanaa. Unakumbuka vipi Hawa wakati anaanza kupambania sanaa yake? Ah, bana, mara ya kwanza nimemuona ameigiza Nimeoga naishi nje ndo kutafuta tafuta maisha, nikaona ameimba nyimbo sio Oyoyo, Hawa. Nikapiga simu nyumbani. Mama, Nimeona Hawa kuna mambo ya video video. Ah, yeye ndo yeye, kwa nini umemruhusu kwenda kunifanya mambo hayo? Ah, mwanangu mimi, yeye kasema anapenda kufanya vitu hivyo lakini mimi was against. Ah, baada ya hapo sikufuatilia nikaa nimeacha mpaka nirudi nyumbani, I remember nikakaa naye siku moja, nikamwambia Hawa alivyoanza mambo matatizo matatizo nikaambia Hawa inawezekana hii, hii tasnia ya mambo ya kuigiza wewe imekukataa, kwa nini tusikusomeshe uandishi wa habari? Wewe unapenda mambo ya video shooting, eh, tukusomeshe, tukusomeshe uandishi wa habari, wewe unakaa sasa hapa unachukua video unasoma habari, unaonaje? Ah, akasema sawa lakini mimi napenda sana kuigiza movie. Ah, nikaambia mimi kwenye hilo siwezi kusapoti, ila ukisema unaachana wewe na hiyo kitu njoo mimi nitakushika mkono tutasonga mbele. Na kweli naye nimeachana, sikutaka kumfuatilia tena. Yes. Mwili wake unatarajiwa kuingia nchini lini? Kesho kutwa inshallah. Kesho. Taratibu za mazishi? Tutamleta hapa nyumbani kwa mama yake, mama yake amuone mtoto wake kwa mara ya mwisho. Hiyo Ijumaa. Mambo ya clearance yanachukua muda kidogo, tukishamtoa hapa sasa tutampeleka msikiti wa Maamur Upanga kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kumfanyia stara siku ya Jumamosi, na nadhani mazishi tutafanya saa saba Jumamosi, saa saba baada ya swala nzuri, tutafanya mazishi makaburi ya Kisutu. Yes. na mwili utafika kesho ambayo ni Ijumaa, kesho kutwa, kutwa ambayo ni Ijumaa, itakuwa ni mida gani? Saa saba mm, na dakika 55 ndio kuanzia saa 8. Hiyo sasa, ameacha watoto wangapi na mtoto wake kwa sasa iko? Ameacha mtoto mmoja sasa yuko Mwanza alienda shule, babake alimchukua, lakini nadhani kesho atakuwa hapa yeye na baba yake yes. Kabla tujamalizia uh, wengi wanafahamu Hawa alikuwa anasumbuliwa na tumbo, lakini tumbo lina mengi, kuna vidonda vya tumbo na mambo mengine. Upi hasa ugonjwa ambao ulikuwa ukimsumbua Hawa kwenye tumbo? Wakati tunatoka polini leo na kuja njiani mm, nilimuuliza mdogo wangu anifuatia mm, ile ruhusa nikamwambia hivi Tulizane hiyo swali. Hivi hawa wanasumbuliwa na tumbo ni kitu gani kama msumbu? Kwa nini hawa wanakaa tumbo mpaka mauti yamemkuta? Ila stories zilikuwa nyingi nyingi. Mm, stories zilikuwa nyingi nyingi. Ndio hivyo, stories zilikuwa nyingi mara sio yamefanywa mambo gani? Mambo tu haya meusi meusi. Unajua mambo ya mjini. Ya lakini alijit... ah, pia alikuwa yuko, alikuwa very strong. Alijipambania sana unajua. Alipambana sana. Ndio hivyo sasa, kapambana sana lakini, ndio Mwenyezi Mungu naye aliamua asema, hapa pambana kimwisho wa siku wewe utaishia.